Sawa, nyinyi mmejipanga mwezi wa tano, lakini ya ntegemei kuomba tena extension. Kuna changamoto nyingi za wakandarasi, kuwa unapoingia mkataba unakubalije miezi nane, wakati unajua sasa. Tangu 2023 sindio? Mwaka umepita miezi mingapi, mwaka na miezi mingapi sasa hivi, wakati wewe ulisema miezi 8 ulikokuwa unaingia mkataba miezi nane, si ulikuwa unajua kazi ukubwa wako na ulikuwa unajua vifaa utavitoa wapi? Kwa hiyo huo ni mzembe wako, huo ni mzembe wako. Na kama tumekuwa tunakuja mapema hapa, tulikuwa tumeshaanza kubaikishana, kwa sababu wakandarasi wengi mnakuwa mnatusumbua hivi. Unaingia mkataba sasa, sijui ni ili upewe, alafu baadaye unaanza kusumbua, una extend na extend hivi. Nategemea kwamba uh, wao wamesema mwezi wa tano, lakini nategemea ndani ya mwaka huu wa fedha. Uo, maaliza. Maaliza. Kusuhu. Kusuhu. Kusuhu. Kusuhu. Basi mimi nashukuru mradi ni umeuona, kwa ujumla mradi sio mbaya. Mradi ni mzuri. Tatizo tu ni hiyo kwamba muda wako yani wewe tangu elfu mbili ishirini na tatu unajengaga tu tu, unajenga tu umalize na mkataba wako tu, ulikuwa ni mzuri sana. Kwa hiyo jitahidi basi angalau kwa huu muda uliosema wewe umekamilisha na umekabidhi mradi ili waweze kufanya kazi zao.